Karibu tena. Mzozo unaendelea kuongezeka kuhusu yaliyomo katika mswada kuhusu mashirika ya kidini wa mwaka 2024 huku baadhi ya viongozi wa kidini wakiitaja sheria hiyo inayopendekezwa kuwa ya kuadhibu. Viongozi hao wanaonya kwamba mswada huo ni tishio kwa uhuru wa kuabudu wa kikatiba ya Kenya, wakitaka uondolewe. Timothy Kipnusu ana maelezo zaidi. Mapendekezo yaliyomo katika mswada wa mashirika ya kidini na sera ya mwaka 2024 yamezua hisia mseto. Wa hivi punde kujiunga katika mjadala huo ni shirikisho la makanisa ya kievanjelisti na asili nchini FCCK, ambao wanaonya kuwa mswada huo ni tishio kwa uhuru wa kuabudu kama ilivyoainishwa katika katiba ya Kenya. Uh, sheria zetu zinaruhusu freedom of worship na uwezi ukakuja, uh, kutuwekea sheria ambao inakuja uh, kuregulate Mungu ambaye tunatumikia yeye, ndiyo mwenye kanisa. Kulingana na mwenyekiti wa shirikisho la FCCK Askofu Samuel Njeriri, mswada huo ukipitishwa, utayafungia nje baadhi ya makanisa. Ndiyo tunaomba EAK, NCCK na, na SUPKEM ambao walikaa chini, wanajipendekeza ati wao wenyewe ndio wachaguliwe kwa hiyo wawe hati, ndio watakuwa kwa hiyo komisheni ndio wakuje wafunge haya makanisa madogo madogo. Hiyo tumekataa kabisa. Sisi ndio wengi kuliko nyinyi na abrela ziko nyingi sana. Jiriri anawataka wabunge kutopitisha mswada huo. Sio kuchukua kanisa, tunaiweka katika gunia moja, tunawapiga vita moja. Hiyo kanisa ni la Kristo, tuachane na kanisa hii. Serikali tuliwekwa na, na, na kanisa na tunajua Rais William Ruto hatakubali vile mimi namjua hata kubali hiyo sheria iende ipite. Wakati huo huo, chama cha Alliance for Change kimepinga mswada huo kwa msingi kwamba una hatari ya kugeuza imani kuwa chombo cha kutumiwa na serikali. Kenya has come too far in political, civic and religious freedom to be pushed towards dictatorship disguised as process, as progress. Let it be known, we will stand God over these freedoms and this two draft document must be rejected in entirety. Kiongozi wa chama hicho Amina Guyo Halake anasema mswada huo ni kinyume cha katiba akitoa wito uondolewe. We the people of Kenya will not allow the separation between church and state of a state to be eroded. Not today, not ever on the religious organization policy 2024, while I acknowledge the state's stated intentions to promote accountability and cohesion, the policy as currently drafted poses a serious constitutional and practical challenges. Mswada huo ulipendekezwa na jopo la utathmini wa sheria na maongozi ya kisheria kuhusu mashirika ya kidini nchini linaloongozwa na mhubiri mstaafu Mutava Musyimi. Kwingineko, baadhi ya viongozi wa kidini wamekashifu kauli ya Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kuhusiana na kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Ni maneno ambayo aliongea kuhusu eh, kifo ya Raila ilistua kila mtu kwa sababu maisha ni ya Mungu, kuishi ni Mungu. So mtu kusema anafurahia mtu akikufa, hiyo ni kitu ambao hatujaisikia, and as a Christian, sababu I believe he's one. Ukisema ati mtu unafurahia mtu kukufa unashagaa kwa sababu unajua kabisa uhai ni wa Mungu. Timothy Kipnosu, Darubini Wekend.